kujieleza sasa, jinsi uh, uh, uh -huh. uh, Ma ya wito ilioza maome ulioyapata pitia ile njozi ya iyo, Ezekieli sura ya tatu, ndiyo baadaye mchungaji akaniambia, siku za mbele jiandae, utakuwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ninaikumbuka ilikuwa ni elfu mbili. ilipoweza kuipa ndani yangu enakukea Mungu naliofika wakati nenda kueleza mchungaji kwamba nimania sasa, niende nyumbani mwa Mungu au shambani mwa bwana niweze kufanya kazi ya Mungu kwa mchungaji, akawa amenielewa akaniombea, na baada ya hapo akaniuliza, sasa nategemea kwenda kufungua huduma wapya. Sasa wakati huo, haya maeneo ilikuwa nimewekeza kama meea mashamba Siku nilimuuliza Mungu kunielekeza nenda kaanza huduma kwa, niliondoka nikiwa kama kijana ka nikishika bai nyakato huko, nikaondoka nikaanza huduma ya ushuhudiaji n nyumba kwa nyumba kacutzi, nyumba zilikuwa hazipo, nikawa ninahubiri ninaombea wagonjwa, na mwisho wa siku sasa nikaanza ka chenga kachengo ka, ka kuanzia huduma ikaendelea mpaka hapa nilipoweza kufikia kwa ajili ya, ya, ya utumishi huo, japo ni katika hali ya taabu shida, mateso ya hapa na pale. Kumbuke wito tunaokuwa nao mara nyingi anaitwa ni mmoja, kwa hivyo kwenye familia kuna mama mke na kuna watoto, kwa hiyo tulipitia hali ya shida na hata sasa tunazipitia lakini like tunamshukuru, Mungu ni mkubwa mm. bado tunamtumainia yeye. Kwa hiyo kifupi, wito wangu nimeupata kuanzia hii 2000 lakini like nimekuja kuzipitia 2018 2019 ndio nimeanza wito na mm. chisa, njole, njole, njole, njole. okay umekuwa mm. na ugumu wote, changamoto zozote katika um, kufikia huo wito, ama ulivyoitwa ilikuwa ni moja kwa moja kuelekea shambani? Hapana, changamoto